Mwanadamu ni kiumbe cha mahusiano, tumeumbwa tuweze kuhusiana. Moja ya uhusiano wa kiwango cha juu kabisa kati ya mwanadamu na mwanadamu ni uhusiano wa kirafiki. Sasa ziko kanuni ambazo zinaweza zikakusaidia kumtambua rafiki wa kweli, kumtambua mwenzi wa kweli, lakini kumtambua partner. Katika biashara, katika maisha, katika mahusiano ya kijamii wa kweli, rafiki wa kweli ni lazima, kuna wakati atakwambia mambo yanayokuletea maumivu na uchungu mkubwa, lakini lengo apate kukusaidia. Kanuni hii tunaipata katika kitabu cha Mithali 27 na mstari wa sita, anasema Jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Sasa anasema hivi, faithful are the wounds of a friend, yaani majeraha tunayosababishiwa na marafiki ambao ni waaminifu, anasema ni amini, ni majeraha ya kuaminika, lakini kubusu kwa adui ni kwingi sana. Rafiki feki mtu feki ambaye anataka kuingia katika mduara au mzingo seko ya maisha yako, au circumference ya maisha yako ni yule ambaye anataka muda wote akusifu, anakuwa ni chawa. Lakini rafiki wa kweli kwa mujibu wa kanuni tunayoikokotoa kutoka katika kitabu cha Mithali ishirini na saba mstari wa sita anasema faithful are the wounds of a friend kwamba majeraha yanayosababishwa na rafiki yule ambaye ni mwaminifu ni majeraha ambayo ni sahihi kabisa. Kwa hiyo kuna wakati nitakuambia jambo ambalo kwako utalihesabu kama ni jeraha lenye kuumiza, lakini lengo lake ni kupata kukuokolea wewe, upate kuokolewa au kutoka katika hali ambayo ilikuwa si bora kwako kwa. Mtu yeyote atakayeogopa kukuambia jambo eti kwa sababu atakukwaza, huyo hakupendi. Eti kwa sababu litakujeruhi, huyo hakupendi. Kuna wakati inabidi ujeruhiwe ili upate kuokolewa. Yesu, Yesu ambaye ni rafiki yetu mpendwa, anasema, siku moja alimwambia Petro, Simoni Petro, akasema rudi nyuma, we shetani. Kwa nini kwa sababu huyu Petro wakati huo alikuwa anatumika na majini kukataza mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu, kwa hiyo alimkemea. Sasa ukiangalia kwa juujuu utaona kama vile Mungu ana Yesu ana anamwita ana, ana, Petro shetani. Kumbe, Yesu anamfufua akili yake Petro ajue kwamba kinachomuongoza kosa ni shetani, anampenda anamwambia na kuombea, anataka shetani akupepete kama ngano, ili kishaimarika waimarishe na wenzako. Paulo akiwa sehemu moja kule kwa Wagiriki anasema nalimkemea Kefa, huyu Petro, kwa unafiki aliuonyesha. Kuna wakati tutakukemea, kuna wakati rafiki atakukemea, kuna wakati atakuonyesha maneno ambayo anaweza kukutia majeraha, lakini lengo ni upate kupona. Hata kuna procedure ya kidaktari unapona na kidonda na kichwa fichwa fichwa waga wanakuangua kutoa lea za juu zote, kama vile kidonda na kifufua upya ile, lengo akiweka ile dawa basi akifunika kipone moja kwa moja. Kanuni hii ikusaidie, lakini habari njema kwako, mfanye Yesu kuwa rafiki yako namba moja. Kuna wakati atakukuangua kidogo, utasikia maumivu hivi, lakini lengo la maumivu ni wewe upate kuokolewa. Jifunze kuwaheshimu watu ambao wako radhi hata mgombane, lakini amekuambia ukweli, maana hao watu ndio watu sahihi. Ogopa watu ambao wa, anaitwa kubusu kwa adui, the kiss of an enemy. Machawa, watu wanaokujaza na kuonekana wewe uko safi safi kwa sababu wanafaika kwako, mpaka mwisho wa siku watakuharibia maisha. Kanuni hii ni nzuri, ukiapply kwenye maisha yako itakuletea matokeo makubwa sana. Mungu akubariki sana.